Kwanza mimi binafsi nimefurahi sana e, nimefurahishwa sana kwanza na ujasiri mkubwa alioonyesha mheshimiwa rais wetu kwa kujitoa muhanga kwa niaba ya watanzania wote. Kama alivyosema, jambo hili unaweza kulijua, lakini kulifanya na kulisimamia lifanyike vizuri namna hii inahitaji moyo, na amerudia mara mbili mbili kwamba hata yeye ni binadamu kama binadamu wengine kwa mimi namshukuru sana nampongeza sana nampongeza sana na, na, na namwombea kwa mwenyezi mungu ambariki sana ili angalau mambo kama haya yawe ni mwisho katika utawala wake na kwa hili mimi naomba watanzania wote tushirikiane ili kuhakikisha kwamba tunampa nguvu na moyo mheshimiwa rais ili tufikisha mwisho kila mtu anajua hatuwezi kuwa matajiri bila kufanya kazi lakini hatuwezi kujitegemea na kuendelea hatuwezi kujitegemea bila kusimamia rasilimali zetu. Tumezoea watanzania kuwa wategemezi, kumbe hatukutagiwa kuwa wategemezi. Leo Mheshimiwa Rais ametuonyesha kwamba Tanzania haikupaswa kuwa wategemezi, ila tulipaswa kujitegemea, na kama alivyosema wakati fulani, hata kusaidia majirani zetu na raia wengine. Kwa hiyo lazima tumsaidie, ili tuhakikishe kwamba tunasimamia rasilimali za taifa, kuhakikisha kwamba zinanufaisha watanzania, zinawakomboa, zinawaondoa katika umasikini tulionao mimi kama sehemu ya serikali hapa naahidi nitamsaidia sana Mheshimiwa Rais na nitawasaidia watanzania katika eneo langu, lakini kwa lolote nitakalotakiwa kusaidia ili kuhakikisha kwamba ripoti hizi zinatekelezwa kikamilifu, ili serikali ipate fedha ipate fedha zake na haki yake kulingana na rasilimali zilizochukuliwa na kuibiwa. Mimi nilisha kuwa najua kwamba huyu Mheshimiwa Rais namjua kwamba akiingia nchi itanyooka, sio itanyooka kwa mabaya, itanyooka kwa mazuri. Na wote tumeona msingi wa utawala wake ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa mujibu wa sheria. Kama alivyosema, hana rafiki, hana ndugu. Kama mtu anapindisha sheria katika kutekeleza shughuli zake au kutoa huduma kwa wananchi, hana msalie mtume. Kwa hiyo, mimi naiona Tanzania ile iliyochelewa sasa itakuja kwa kasi zaidi. Sisi muhimu zaidi, tumwombee mheshimiwa rais ili asimamie, maana haya mambo yanahitaji kuwa na jemadari anayejitolea. Sisi wote tunaweza kuwa na uchungu, lakini uchungu swala moja, lakini kusimamia ni kazi kubwa. Huyu halali usingizi eh, yani anapambana kwa niaba yetu. Sasa tusifikiri jambo haya, haya mambo yanakuja tu, kim, kim ujiza, ujiza tu, sio rahisi sana eh, ni rahisi kusema, ni rahisi kucriticize, ni rahisi kufikiria. Ni kama vile mchezaji wa mpira uko kwenye benchi, sisi washangiliaji tuko kwenye benchi, ameshindwa kufunga goli, unanyenyua mguu unafanya nini? Lakini ukiingia we mwenyewe pale huwezi. Kwa hiyo tukishampata mtu amejitolea bila kulipwa chochote, akaweza kufunga magoli kwa niaba ya wa Watanzania, tumshangilie na kumshangilia, kwa vita hii ni kumuunga mkono, e, sio kumsemasema, kumrudisha nyuma. Hapana, mi najua huyu hatarudi nyuma, lakini sisi Watanzania tumwombee na tumpe nguvu, na naomba watanzania wote tuungane kama tulivyosema. Hizi fedha zote zikipatikana leo, tunaweza tukapata reli, usafiri wa reli wa uhakika, mabarabara yote yakaunganishwa kwa lami, wananchi tukawaotoa kabisa katika shida za maji, ardhi yangu yote ya Tanzania ikapimwa ikapangwa, kila mtu akamilikishwa ardhi yake, tukaondoa migogoro ya wakulima na wafugaji. Fedha hizi zikipatikana ni nyingi kiasi kwamba zinaweza zikaondoa shida zote za Watanzania. Kwa hiyo, naomba tushirikiane, kwa sababu fedha hizi zinagawiwa na Bunge, ndani ya bunge mle kuna majimbo ya wapinzani na wa CCM. Katika utekelezaji wa shughuli za serikali, pamoja na kwamba tunatekeleza ilani ya CCM, lakini huwa hatubagui. Kama kuna maji, jimbo la upinzani watapelekewa maji. Kama kuna huduma za barabara kwenye majimbo, hata halimashauri za upinzani, wote wanajenga barabara kwa hela hizi za serikali. Sasa tumeshapata mwanya wa kuongeza mapato, tumsaidie mheshimiwa rais, tuongeze mapato ili angalau wote kwa pamoja tunufaike tusubiri elfu mbili na ishirini tukapambane kwenye jukwaa, nani ashike jimbo gani, nani ashike kata gani, nani agombee nini. Lakini kwa vita hii, mi ningeomba watanzania tushirikiane. Ripoti tumeipokea kama Watanzania, lakini mimi kama kiongozi, kwa masikitiko makubwa sana, lakini kubwa ni kuendelea kumuunga mkono mheshimiwa kiongozi wetu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika yale ambayo ametuagiza, na mi niahidi katika eneo langu ambalo ni mkoa wangu wa Mtwara Tutaenda kuyafanya hayo ambayo tumeagiza, na mingine tutaendelea nayo kuhakikisha kwamba yote tunayoyafanya yanakuwa na faida kwa ajili ya wa Watanzania.